Ya manguvu yote walivuja. Serikali haijawahi kuzaa mtu, na serikali haina uwezo hata wa kuongeza sekunde moja ya uhai wa mtu. Na vile vile hata inapokushika ikakuweka ndani na baadaye ukaonekana huna hatia sheria zetu, mheshimiwa, ambazo unazifahamu vizuri, hazijaweka mfumo wa namna ya kumfidia mtu ambaye kapokwa uhuru wake. Tunakushika, tunakaa na wewe miezi sita, miezi minane, tunatoka sema. Sasa katika mazingira hayo ambayo mahakama inafahamu na ningependa kutumia maneno ya Dr. Mwai marehemu, kwamba this is a literate court. Hii ni mahakama ambayo imesoma. It's not a literate court. Mahakama inafahamu mchezo gani unaendelea, au mazingira gani kwamba kitu gani ki hatarini, kilicho hatarini ni uhuru wa mtu na ni kutumia mahakama kama uwanja wa kukomboa watu. Nayasema maneno hayo kama wakili na afisa wa mahakama na mtu ambaye inaelewa kwamba siku ya mwisho, na nitahukumiwa na hakimu kushinda hakimu mwingine wote, Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mheshimiwa, leo hii umeona sarakasi nyingine zimekuja na watu ambao leo monogram, yaani wao sasa wamejiingia katika jukwaa e, la utakatifu. Tunataka kulinda integrity. Naomba mheshimiwa, maneno yangu yaandikwe. lakini Kibatara amesema na mzee Mpoko amezungumza. Mtu anayetaka kusema kwamba yeye ni mtakatifu aonyeshe utakatifu wake tuone na utakatifu, tutaki hata kutuambia, mimi mtakatifu, tutauona. Ahui, mtu nyofu ni Mama Teresa. tulichonacho hapa ni watu ambao kwa makusudi, kwa sababu ni dola, wameamua kuomba ahirisha, na sisi kwa mheshimiwa tunasema kwa kutumia kifungu cha 248 chote cha sheria ya makosa mwenendo wa jinai, mahakama hii ikatae kuahirisha <laughs> kesi tuendelee. Kwa sababu tumefanya hivyo tarehe tisa tarehe kumi zamani tukafanya hivyo tarehe zilizofuata, na mara ya mwisho mahakama hii ikasema iye upande wa mashtaka mje hapa mtuonyeshe, si kwa maneno maneno, lakini tuambia mheshimiwa, hatuwezi tukakuonyesha kwa sababu gani? E, kwa sababu tuna kuna vitu vingine vitaingilia upelelezi wetu, na ukumbuke mheshimiwa hapa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 anataka kushindana nao falsafa, kwamba inamaanisha nini? Sivyo? ni maneno yake yako plain and simple. Kama ni ya maana yake yanaashiria yanatimiza lile kosa koza ambalo wao wanalisema, unapeleza ni kwenye yale maneno. Mheshimiwa kasema mahakama hii ni mahakama makama inyakini kilichoko mbele yake, don't, don't take the court for uh, as a, as a foolish enterprise. Yani maneno haya ungeniambia kwamba eh, huyu amefanya makosa akishikia na wale na wale na wale, siwafundishi mashtaka, si ndio? mm -hmm. Lakini ndio kingine, kuna kuna nini? hakuna kitu, ni mia wewe. Serikali hii imeingia mtero kwa maneno yake, yani serikali hii na magufu yote ambao nimewaona wanachezemishwa na, na, na maneno so. sawa sasa sisi mheshimiwa tunaomba kwamba mahakama hii katika kesi mahakama ya Tanzania katika kesi eh, ambazo zilikshamuliwa ni mahakama kuu sio, mahakama ya rufaa katika maamuzi mahakama kuu katika kesi ya Abdalla Kono kesi ya Abdara Kondo ambayo wenzangu wanatafuta hapo ni ukurasa so ya 11 mpaka 14, mahakama ya rufaa. Full citation is Abdara Kondo Abdara Kondo dhidi ya, dili ya Republic. Si criminal appeal namba 322 wa mwaka 2015, hiyo ni mahakama ya rufaa lin at wenzangu na vile vile bila kuichosha mahakama kuna kesi yaukok hiyo ni principal nzima ukurasa kumi na moja mpaka kumi na nne na vile vile katika kesi ya Director of Public Prosecutions versus Iradi, son of Amsini, and, and, uh, aka Milindi. Katika ukurasa wa ule ukurasa wa tano na ukurasa wa mpaka ukurasa wa nani? Which case? Which case? This is the Director of Public Prosecutions dirarsan wa msini moja yetu ni kwamba page 5 to 7, 28, page 5 to 8. The principles are incarcerated, incarcerated in there, kwamba mahakama ina ina control its own proceedings nakubaliana na ndugu

That is, is not the case. nehiu eh, eh, lakini eh, ilicho kifungu cha arobaini na nane. Sisi tunasema kwamba mahakama hii ikatae kuainisha kesi, ipokee iweze kuendelea na usikilizwaji wa nini wa, wa washauri katika ile hatua ya preliminary hearing, manake kama awana wamedefy amri ya mahakama and hold them to be held in contempt, au na mahakama idefy the matter to speed up court for further and better direction, kwa sababu what we are talking here is the the, the the the freedom of an individual and the, the prosecution that purports to enforce the law is failing to abide by. Haya, mheshimiwa ni maneno ambayo wenzetu wameanza kuyasikia lakini it's high time ya sent. Na amini tunapokuja mbele hapa atashuhudia Tanzania. Mizania ni sawa. Mizania ni sawa. Kama mizania si sawa, jamhuri hii sababu, hatuna sababu ya kuwa katika nchi ambayo watu wengine wana haki zaidi, wengine hawana. The whole essence of having a republic and we should know, wanakufungua mashtaka in the name of the republic. We need to get to decide what that way republic serikali ya watu kwa niaba ya watu kwa maslahi ya watu, na si serikali ya watu fulani kwa niaba ya watu fulani dhidi ya watu fulani. Ndio maana sisi kila mmoja wetu hapa alikubali kupunguza uhuru wake wa mmoja mmoja wa nafsi yake tukauweka katika nini? Katika collective tunaita republic, kwamba kwa pamoja tu salama. Ni maana essence ya ibara ya kumi na nne, kila mtu ana haki ya kupata hifadhi ya maisha yake kutoka kwa jamii. Lakini wenzetu wengine, naomba yaandikwe, mheshimiwa, maneno yako sasa kutokana na maamuzi hayo mheshimiwa, kutokana na, na, na maamuzi hayo ya, ya mahakama, na tukitaka kulinda integrity na heshima ya mahakama, sisi tunasema ni rai ya upande wetu kwamba shauri mahakama hii ikatae kuahirisha kesi hii na iamuru kwamba tuendelee na kisa kisa kuendelea. Basi baada ya hapo tutajua kama itashirikiana kuendelea, itatoa amri gani? Baada ya hapo, kwa sababu hatuwezi kawa tunaainisha case endless, leo ni hivi, kesho ni vile, kama bila dakika 85 unaanza kupigia kwenye bendera cha kona, unaanza uzuia mpira.

mtaalamu lakini nataka kuongezea kwamba jaji mkuu alishawahi kumkuliwa na majumbe ya habari kwamba, is that an authority? Yes, hiyo inachukuliwa kama president ambayo inatakiwa ni record before you speak, na kuja kumshinia, before you speak you have to tell me kwamba hilo ni moja kati ya president, ni moja kati ya ni president kwenye maamuzi ya mahakama, ni moja kati ya authority, kauli ambazo wanapaswa kuzisaidia. Mm, ya jaji mkuu ni kauli ambayo mm, inatakiwa ifuatwe na mimili kwa mahakama. Mm, endelea. Jaji mkuu alimkuliwa kusema kwamba kamata kwanza, peleleza kwanza, kamata peleleza kwanza kamata sasa rudia tena rudia tena, pe, peleleza kwanza e kamata kilichofana na upande wa jamhuri meshina lakili kinendana kinyume na kauli ya kiongozi wa mwini wa maaka. Walikuwa wana uwezo wa kupeleleza kabla hawajamkamata, na wangemaliza upelelezo wao ndio wangemkamata na kumleta mahakamani. Sasa kilichofanyika mwezi wa pili ni kinyume na kauli ya kiongozi wa mhimili, lakini pili ni kinyume na doctrine of presumption of innocence. Kitendo cha kumkamata na kumweka ndani mteja wetu, leo nafika mahakamani unasema upelelezi haujakamilika.